ni kama nataka kuua nzi kwa kutumia bastola. To make a long story short, Can Can I I have your number? bastoaennam hivo unajisikia kweli ha? Uwe namba yangu ya nini? Uwe na namba yangu ya kazi gani? Can I have your number? Wataka, una mashetani eh? hebu nipishe. Mimi na watu weusi wapi eh? na si wapi, tuna wazimu kichwani anaweza eh, nikakupa mradi gani <laughs> nipate? Wewe eh, una mradi wa kunipa mimi <laughs> <laughs> eh? unavyojiona wewe, mimi ndo kukupa mradi au wewe unipe mradi?

blood of Jesus. Baba. Habari yako. Anza hii gari kwa jinsi linavyoonekana na kwa taarifa niliyonayo hapa, hii gari aina ya IST Uh, tim ya hmm, mfana ndio yenyewe, tim ya moja 8 rangi ni ya blu hey. Ina tairi nne <laughs> uh, ina tairi nne, ina uh, exlta na uh, ina siti mbili mbele, nyuma siti tatu, wanakaa kwa watu ya watano. Hilo uh, nitakuongezea kosa la tatu kumkatisha hafan na mlango ina milango mitano. Hii inaonekana ni gari ambayo imeibiwa Mbagara siku tatu sasa. Hii inalipo mashaka kwamba binti kama wewe mzuri unaendesha gari za wizi. Imetaja namba yako ya gari hapa, imetaja na kila kitu, lakini pia sio hivyo tu. Sasa hii hapa gari inaonyesha ni mali ya Simon Keba Simon Ikeba. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Diva. Okay, Diva. Unaitwa Diva. hapa hakuna umiliki wa gari unaoitwa Diva, ah, lakini pia hapa, hebu shuka kwanza, shuka kwanza kwa tunaongea, umekaa, hebu shuka tu <coughs> basi, kama utabishana, mimi nafikiri wacha tu nipige. <coughs> e, e, e, shuka simu kwa Mungu. Sababu naona hizi mali za wizi mnazokuwa mna <coughs> miliki miliki kinyume. Sasa binti mzuri kama wewe unamiliki mali ya Simoni Simoni Keba, wewe unashirikiana na majambazi, si ndio? Unashirikiana na majambazi, gari zinaibwa Mbagala zinaletwa huku, wewe unaendesha. Tazama hapa, wewe umesema unaitwa Diva, namba yako ya simu ni hii, sifuri sita 9950 no. Sawa Diva, sasa namba iliyosajiliwa hapa inaonekana sio hii. Hii ni kuonyesha kwamba Diva wewe ni mwizi up, wewe ni mwizi. Unisaidie ili gari lina taarifa zake zote, nitakusaidia. Kwa kuwa umeumba, nitakusaidia. Sasa mimi ninachoweza kukusaidia ni kwamba hii namba yako ya simu uliyotoa hapa Sawa, mimi nitaifikisha kule, nitasema kwamba nimefanya uchunguzi wa lile gari na mmiliki ambaye sasa hivi analitumia anaitwa Diva na namba yake ya usajili ni hii hapa, namba yake ya simu sawa. Kisha utapigiwa simu, ukishapigiwa simu pokea, toa ushirikiano, sawa? Ee, usilete zile za wanawake, nani kakupa namba yangu sijui. Toa ushirikiano vizuri, sawa sawa. Basi unaweza ukaondoka akikia simu <coughs> leo leo leo leo, lakini hamna tatizo lolote hakutakuwa na tatizo lolote, na kuahidi kwa sababu umeonyesha ushirikiano mzuri. Unajua, inatakiwa wanawake kama nyie wauni hivi meutoa ushirikiano hivi hivi kwao, basi ae